Kamati ya usalama barabarani imekuja na mkakati mpya wa kupambana na ajali za usalama barabarani ambapo hivi sasa atakayebainika kusababisha ajali kwa uzembe, ulevi au kwa makusudi atawekwa rumande saa ishirini na nne kabla ya kufikishwa mahakamani, huku utaratibu wa nukta ukitumika katika kupunguza alama katika leseni ili mhusika asipate leseni ya udereva hapa nchini. Hamisi Suleimani anaarifu zaidi. Akitangaza mkakati huo mbele ya kamati ya usalama barabarani na waandishi wa habari, naibu waziri wa, wa mambo ya ndani ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya usalama barabarani Hamadi Yusuf Masauni amesema mkakati huo utaanza kutekelezwa mara moja, huku pia wamiliki wa mabasi watabanwa na sheria hizo. ambaye anaendesha gari kwa uzembe, anaendesha gari akiwa amelewa, at, at, at, atambue kwamba hatua itakayofuata ni kuhakikisha kwamba anakwenda mahabusu na nakaa pale kwa masaa ishirini na nne, baadaye tunampeleka mahakamani faini akalipia mahakamani. Hilo moja, lakini jingine ambalo niliona nilizungumza kwa msisitizo ni suala la udhibiti wa mwendo kasi kwa madereva na wamiliki wa magari, lakini pia umuhimu wa madereva hasa mabasi ya masafa marefu mabasi makubwa ya abiria kuhakikisha kwamba kunakuwa na dereva zaidi ya mmoja. Aidha, bwana Masauni amesema kamati hiyo pia imezingatia vyanzo mbalimbali za ajali za mara kwa mara ikiwemo makosa ya kibinadamu, miundombinu ya barabara pamoja na vyombo vya moto kuwa vibovu, lakini pia akitahadharisha abiria wanaoshinikiza madereva ili waende mwendokasi nao hawatasalimika, wamiliki wa mabasi ikibidi kufungia mabasi yao abiria ambao tutagundua kwamba wanahamasisha mwendo kasi nao vile vile hawatapona katika kipindi cha utekelezaji wa mkakati huu. Kwa hiyo kwa hiyo niona kwamba mtambue, na, na, na, na mtusaidie kuwaelimisha wahusika wote, kuanzia wananchi, kuanzia madereva, kuanzia wamiliki wa mabasi na wamiliki wa wasafiri, kwamba tutakuwa na msalia mtume, na mtu yeyote ambaye atashiriki katika kuhakikisha kwamba anahamasisha ama anafanya anafanya basi liende ama gari liende zaidi ya spidi iliyowekwa katika kiwango kinachostahiki. Akizungumzia suala la rushwa na uonevu vinavyofanywa na baadhi ya askari wa usalama barabarani, amesema mitego mbalimbali imewekwa ili kuwanasa askari hao wasiokuwa waadilifu, lakini pia madereva wanaoshawishi kutoa rushwa kwa askari hao nao watashtakiwa na kuchukuliwa hatua stahiki. Hamisi Suleman, Channel Ten, Dar es Salaam.